Ndo kwanza leo shughuli inaanza, kwa hiyo mambo mengi mazuri yatakuja uh, kufahamika hapo. Michezo baadhi itakuwa live, lakini nyika kama mgeni wa mchezo nalazimika yeye kusalimia mwenyeji wake, natakia na kila laheri kwamba mchezo ulifanyika. Wewe ni picha muhimu sana. Asante Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa nioe sasa, kwa haraka haraka niwapitishe katika line up ya timu zote mbili. Kishamba aanga saidiwa na seritaji kuburu, sajitaji hafani abdalah na Abdurahman, yeye ni kocha wa wamakika. Naam, tunakwenda kuzianza sasa dakika 45 za kipindi cha kwanza. kunyanyua juu juu ndani kule, bado nazagaziga nafasi ile beki wa kati pale nchini ni kabisa ni uzoefu sana bwana krusha. Rifat Salum, faul nyingine tena, akiwa amedondoshwa Jafet na Yusuf Ahmed. Jafet, ule, namba 18 ni Jafet Jofrey, nafasi natangulia vijana wa Jeshi la Akiba, mpira ambao ukaonekana kama ungekuwa na madhara makubwa. Vijana wa azishi kondo hapa, anaitwa Prem Di Stefano yule na amenyanyua hapa, vijana wa Jeshi la Akiba wamenyanyuka, iliyoko pembeni huku, ikazungushwa maridadi kabisa na beki wa kulia Rifati Salum wakati anaokoa chimbe akakuta kaokoa kwa mtu na mtu mwenyewe, sio mwingine ni Premji Stefano ka usindikiza nyavuni, wametangulia vijana wa Jeshi la Akiba yes. Eh, sasa nyimbo zinaimbika, inabidi mnapita upande wa mpinzani wenu, mnaimba kidogo mnarudi yeah. Uh, kwa michezo pengine ya kesho hiyo miwili, ili watu waweze kujua kwamba kesho kuna mchezo huu na huu. Jaribu shuti la mbali. Kwa uzuri golikipa. Kijana Makau kama pengine mwanzo mwanzo, haya. Jaribu shuti la mbali lecha sana kama ta uzuri golikipa. Kapiga fyongo ile na pasi kwa Land Force kusawazisha. Namna gani, anajichanganya mwenyewe. Kona. Kufanya maamuzi ya haraka sana unapofika maeneo kama yale, na mchezaji alikuwa upande wa kulia kule alipaswa kucheza uwezo mkubwa sana wa kucheza. Tupokeza ah, ndani kule cheza golikipa anapangua. Bado na pasi nyingine. Kazuri. Kuingilia ugomvi wao. Ndani kule gonga kichwa kile. Mpira mmoja maana hawezi kupiga wote. Tuone. Piga ndani kule na gonga mwamba ile narudi uwanjani. Muamuzi anasemaje? Unaendelea bado naingizwa chini chini kuwa na uzuri ndosha kabisa kule vijana wa Jeshi la Akiba. Naam, Akiba, haukudunda ndani sahihi. Muamuzi, kwa sahihi. Piga kwa juu sahihi sana. Eh, ubora wao wa juu sana nzuri sana hiyo. Dakika 45 zimemalizika na judo kuna ngumi na riadha kulenga shabaha na michezo mingine mingi Kwa... piga chini chini kule kwenda nje, tumbukiza kubwa ndani huku, gonga mpira ule kichwa, unatolewa nje, ni kona tena, ruka juu wote jezi nambari kumi wote wanataka kupiga mpira mmoja mpira ukitangulizwa mpira mrefu ndani huku anawekwa mtu chini, mwamuzi ameiona. Faida kwa Land Force, anza raka raka. Onesimu Hauli tumbukiza ndani huku, nafasi ile, anachanganyana wenyewe pale. Land Force bado, piga shoot chini na babatiza huku, papatu papatu ndani anaacha mtu ile, negizo chini kubwa kule. Gani tabadala kupiga krosi anataka kufunga mwenyewe katika kwenye impossible angle, anasubiriwa mtu apite apewe kapita atapewa kapewa, bendera iko chini, onside. Nafasi ya kupata goli la pili lile amekosa. Penetration pasi moja matata sana ile, akajitangulizia mara mbili akautoa mwenyewe nje, hajasukumwa hajaguswa Ona hiyo ambokiza kubwa ndani huku, gonga kichwa mpira ule, cheza golikipa na sevu, fanya sevu ya maana, fanya sevu moja matata sana ile, piga diving moja nzuri akasevu ile. Mm. Zamani mzee mzee mchata, pigwa ndefu ndani huku, bado inazagazaga meweka kwenye njia pembeni kule, tani nzuri maridadi ndani ya boksi, nafasi ile ingiza chini chini kule, aaweka mpira ule. La haula, ilikuwa kwenye nafasi nzuri kwelikweli ile. Abdalla Ahmada kapaisha mpira ule juu. Ziyasema kabumbu kabumbu, liendelea imeingizwa ndani huku akachwa t hey, akucheza faulu isiokuwa na ulazima, kadi ya njano. Yes, yes, nambari tatu, wakitengeneza shambulizi lingine tena kama wanaweza kupata chochote kitu Tani ile ingiza ndani tena, huku anajitengenezea nafasi ya kupiga shuti lile. Wanasawazisha dakika za jioni kabisa hapa, Land Force wanasawazisha dakika za jioni kabisa hapa. Lolote linaweza likatokea hapa. Komba Isaac weka mpira ule, akajitengenezea akapiga mwenyewe shuti lile Kipa, pamoja na kuruka kweli kweli, ayo tena. Haya, land force kwenye nafasi nyingine tena ile, weka ndani ya kifua, ingiza kubwa ndani huku, nyingine sasa. Iko land force, imewekwa kwenye njia kule, maridadi kabisa, atafanya nini? Dakika za jioni, ameitangulizia kubwa sana ile, mpira ule umekwenda nje, ni kona kumuja nafasi nzuri, penetration pass maridadi

pamoja ya nafasi nzuri sana kwake, imewekwa kwenye njia. Nafasi nyingine tena la kwa jeshi la Akiba ndani ya boksi lile, changanyana wenyewe kwa wenyewe pale, wanashindwa kuachiana nafasi, natumbukiza kubwa ndani kule. Bendera iko chini, tuliza vibaya ile. hmm. zile kamandi sita

Dakika tisini zikimalizika namna hiyo, goli moja kwa Land Force na goli moja kwa upande wa Jeshi la Akiba K